Akili kidogo kama ya kuku, kama lakini msiba unakuja na sababu, wanasema ati ati sisi watu wa kulima. Mnakubaliana na mimi, tuwache mambo ya ukabila, tushikane kama Kenya, Kenya tukuwe kitu moja, na hiyo ndio sisi tuko na mtu apende asipende. Hata utashika mesa wewe, lakini ukabila Kenya hii tawe, aisee. Tunakubaliana ni kama mshinda mwingine hapa hapa, tunazoea kuna mwingine hapa, tunazoea huyu kama tunazoea eh, watu wetu eh, watu wetu wanapea sumu raia kuanzia subuhi mpaka jioni, badala ya kufanya raia kazi, kazi yake ni kutenda eh, watu wetu. Sasa watu wetu mpaka lini? Kama mweka hapa baba anajifanya kazi yote, kazi yake ni kuzunguka tu na kuongea matope kuanzia subuhi mpaka jioni, eh. Na ndio nataka niwaambie watu wa Kapseret, tukae imara, tupendane, tukuja hapa warembo vitu wetu wasome, tufanye ile vitu inafaa. Wanafunzi wetu wasome au wafurahi, tuende mbele kama taifa ya Kenya. Sisi kama Kenya kwanza tutasunguka Kenya hii, tutafanya kazi pembe zote za Kenya. Ule mtu wa mnyoro alianza kusema eh, usikute maondi Kenya eh, sijui maondi Kenya, tuko maondi Kenya next week. Na tunataka nionye wa mnyoro nikiwa hapa kama kuna watu walichangia kwa hii serikali, kama kuna wenye hii serikali kwa kura, ni watu wa Mungu. Wale wafanyiwe haki yao, wafanyiwe kazi yao. Kwa hii miaka mbili tatu imebaki, tukutane kwa hii na wewe. Impeach, tafuta kama unatamata impeachment, tukutane kwa hii. Wewe ukabila, wewe hata usema unapigia kura na kwa pamoja na yeye nyingine wote, ndio atakupigia. Nataka tuambie hawa, tunakuja maombi Kenya kufanya kazi na, na, na tuombi ni lazima tuwafanyie kwa sababu hawa ndio walilete hii serikali kwa mali kubwa. Hata kama sasa hivi, si tuko kwa ile serikali ya muungano ile tumeleta baba ndani, eh sisi watu wa moja, kama kuna wengi wao sana, na tukae kama nchi moja, si ndio? Lakini sisi tunawaambia atukae na maombi kenye, atukae na aje, na hawa ndio wali sacrifice kuamka mapema na asubuhi kupiga kura. Hiyo nguvu ya umoja. Wewe unajua sisi ni nani? Karibu.